E, Mheshimiwa Rais ataendelea kuimarisha miundombinu ya michezo na hivi ninavyozungumza na nyie kwenye dira ya maendeleo ya taifa ya 2050. Tayari tumejiwekea mpango wa kujenga vituo vya michezo nchi nzima katika mikoa yote ya Tanzania <tas> Um, ili hizi fursa zisipite tupu. Kwa hiyo, matarajio yangu ni kwamba uh, vilabu vingi vitajitokeza na watapata wanachama wa ACA uh, ili waweze kunufaika na fursa ambazo zitakuja. Lakini la pili, matarajio yangu ni kwamba sasa hii itakuwa ni changamoto kwa vilabu vyetu kufanya vizuri zaidi. Uh, leo tuna timu nne ambazo zinashiriki club bingwa na kombe la shirikisho. Tuna matumaini makubwa kwamba zitakwenda kwenye hatua inayofuata. E, baada ya hapa kwa sababu zimekuwa na matokeo mazuri zote na ubora wa timu zetu zote nne zinafanya vizuri e, mimi naomba timu zetu zinapokwenda kwenye mashindano haya ya kimataifa zikumbuke kwamba tunalo jambo na jambo letu e, linaangaliwa kwa ukaribu zaidi kwa sababu mwenyekiti wa vilabu anatoka Tanzania. Kwa hiyo kwetu hii sisi ni changamoto, na timu zetu ziipokee kama changamoto ya kufanya vizuri zaidi na kuhakikisha tunapeperusha vyema bendera yetu ya nchi. Sisi kwa upande wa serikali ni wahakikishie kwamba wakati wote tutakuwa tayari kuungana uh, na timu hizo kuziunga mkono kuhakikisha zinafanikiwa ipasavyo vizuri. Kwa wawakilishi wetu hawa walioingia uh, kwenye kamati za FIFA na wenyewe na wahakikishia kwamba tutashirikiana, tutaunganisha mipango iliyoko FIFA na mipango tulionayo kama nchi ili kama nchi tuweze kunufaika na fursa zilizopo ndani ya kandanda. Unajua sisi, tuna sisi upande wa serikali tunaiangalia michezo kwanza kama afya na furaha kama ambavyo wengi tunajua, lakini sisi tunaangalia zaidi ya hapo. Tunaangalia michezo kama fursa ya ajira, tunaangalia michezo kama fursa ya kujenga uchumi, e, kutengeneza biashara, lakini muhimu zaidi tunaangalia kama fursa muhimu ya kuitangaza nchi yetu ambayo inazo ajenda nyingi za kimataifa. Kwao tunadhani kwamba kupitia michezo tunaweza tukafanya, e, nchi yetu ikajulikana, fursa zote zikajulikana na tukashirikiana na wenzetu duniani kunufaika na fursa za kidunia. Katibu, uh, mara ya mwisho kukutana nao ulisema naenda Dodoma kwa ajili ya kufanya ukaguzi wa uwanja, lakini tukakuona tena umerejea Dar es Salaam kukagua uwanja wa Uhuru, uh, na umeshafikia asilimia kubwa, huenda pia ukatumika kwenye kwenye ligi kuu hii. Kasi ya kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa sawa na kuipata ile standard ya viwanja ni kubwa kiasi gani? Ni kubwa sana. Hapa tunaposimama ni Jumkana, na nyuma yangu huku kuna uwanja mmoja wapo wa mazoezi uliotumika wakati wa Chan na tunaendelea kuangalia utatumika kwa ajili ya Afcon. Hapa zimewekwa sio chini ya shilingi bilioni 4 za serikali. Hii miundombinu mnayoiona hapa jimkana ni ya serikali, na tumefanya hivi hivi low school, tumefanya hivi Major General Samuel, tumefanya ukarabati wa wa uwanja wa Benjamin Mkapa, tunakamilisha ukarabati wa uwanja wa Uhuru, tuko asilimia 90. Tunajenga uwanja Arusha, uko asilimia 62, tunatumia pale shilingi bilioni 338. Tunajenga uwanja wa zaidi ya bilioni 360 katika uwanja wa Dodoma huo ni ujumbe kwa Watanzania kwamba serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan imeamua kuwekeza kwenye michezo. Tunawekeza kwenye michezo kwa sababu tunatambua faida zilizopo kwenye michezo. Kwa hivyo eh, najua maneno wakati mwingine yanakuwa mengi eh, na wengi wanataka kuchanganya pengine eh, mambo ya michezo na siasa, lakini Mheshimiwa Rais maelekezo yake yamenyooka, yeye hapendi longolongo longo, hapendi mbambamba ameamua kuwekeza michezo kwa sababu anataka tunufaike na michezo. Huwezi kupata maendeleo ya michezo kama miundombinu hakuna. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais ataendelea kuimarisha miundombinu ya michezo, na hivi ninavyozungumza na nyie, kwenye dira ya maendeleo ya taifa ya 2050. tayari tumejiwekea mpango wa kujenga vituo vya michezo nchi nzima katika mikoa yote ya Tanzania tutajenga kwa sababu tunataka Watanzania washiriki kwenye michezo na wao wanufaike na fursa za michezo zilizopo duniani na sisi kama nchi tunufaike. Kwa hiyo mimi naomba Watanzania tusitolewe kwenye reli. E, najua maneno yamekuwa mengi sasa hivi kuna watu wanataka kutuletea siasa kwenye mambo ya michezo. <laughs> Serikali ni lazima ihudumie watu wake na sehemu mojawapo ya kuhudumia watu wake <laughs> ni pamoja na michezo, na kwenye hili Mheshimiwa Rais hana muhali, ataendelea kuwekeza sasa ni fursa kwetu sisi vijana, tuchangamkie hizi fursa, kwa sababu itakuwa haina maana kama tutakuwa tuna miundombinu ya michezo alafu wachezaji tunawatumia kutoka nje ya nchi. Tunawahitaji kwa sababu ni lazima wawepo, ni muhimu, sio sisi peke yetu, lakini ni vizuri vijana wa Tanzania tujitokeze, tuione kama hii kama fursa na tuitumie, na inawezekana. Leo hii tuko hapa tunazungumza, tayari tuna wachezaji wetu ambao tayari wanapa, wan, wan, wan, wanacheza nje ya nchi, wanapata fedha. leo hii, hii timu ya Yanga ambayo leo tuko hapa sisi inaye mchezaji ambaye duniani uko tayari, mjadala upo, watu wanabishana viwango, wameshafika dola milioni mbili. Maana yake huyu mchezaji ameshafika shilingi bilioni tano au zaidi, na mjadala unaendelea. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba linawezekana, kama tunaweza kufikia mahali tukawa na wachezaji wenye thamani hiyo, hii ni hatua kubwa ambayo sisi vijana e, tunatakiwa tuiangalie kwa jicho la e, wivu mkubwa na tuitumie kwanza sisi kabla ya watu wengine. Kurudi kwenye ndungi juzi, eye aonyama isivyo bahati undiamtanzania alipoteza kwa KO mbele ya Mfilipino. Watu kwenye mitandao kwa tafsiri tofauti wakaanza kumbeza na vitu kama hivyo, bila shaka umeona. Neno lako nini kwa Watanzania ikitokea tukio kama hili la Mtanzania kupoteza mbele ya mgeni? Kwanza kumbeza mwanamichezo ama timu inapopoteza sio tabia ya kiwana michezo. Kwenye michezo, mnaposhindana kuna mambo matatu kuna kushinda, kuna kushindwa, kuna kudraw. Mwanamichezo halisi anatambua matokeo yote matatu. Ibrahim Mafia ameshinda mashindano, mechi nyingi sana alizocheza, na wakati wote tulifurahi. Imetokea juzi akapoteza, ni sehemu ya mchezo, na hiyo haimfanyi Ibrahim Mafia awe amekwisha. Yule ni kijana mdogo, ana ndoto zake na ataziendeleza. Nimetoka kuongea na mkurugenzi wa Mafia Promotion uh, za yumba na amenieleza programu yake ya kuimarisha maeneo ambayo anaona anaweza kuimarisha kambi yake na mabondia wake alionao. Tuwape nafasi hii imepotea, imepita, itakuja mechi nyingine atafanya vizuri. Haina maana kumbeza na kumsema vibaya. Unapokwenda ulingoni uende na matokeo ya kushinda. E, utakwenda pale utakutana na bondia utampiga, utashinda. Utakwenda siku nyingine utakutana na bondia yuko vizuri kuliko wewe, kajiandaa zaidi, atakushinda. Muhimu ni baada ya pale tunarudi nyuma, tunakuja, tunajipanga maeneo gani ya kuimarisha, tunakwenda kuimarisha, kwa sababu kulikuwa kuna vijana wa Tanzania pale walifanya vizuri na wakashinda, yeah. He, sasa kwa nini tufurahie walioshinda tusifurahie ambao wameshindwa? Mimi nadhani tusimkatisha tamaa. Ibrahim Mafia ni bondia mzuri, yuko very serious kwenye mazoezi. Mimi ni kijana wangu, namfahamu, na management yake iko very serious kwenye kumwandaa, na hata haya matokeo ya juzi wameyapokea kwa changamoto kubwa, na tamani niseme ambacho tayari Zayumba ameniambia anakwenda kukifanya hmm. Lakini Watanzania hebu tuwaamini Mafia Promotion, tumwamini Brain Mafia tumpe nafasi tusubiri mapambano yajayo inshallah atafanya vizuri. Ni ya kwao wenyewe lakini sidhani kama kuna tatizo. Hakuna shida. Si, sidhani kama ni tatizo hmm. E.